Nafahamu wengi wenu mnatumia pesa nyingi kununua voucher kwa ajili ya airtime na bando kwa ajili ya data e, kwa ajili ya kuchati tu. Sasa mimi nitakueleza njia ambayo unaweza ukatumia hizo pesa kutengeneza mamilioni ya pesa. Kaa nami mpaka mwisho nikuelekeze. Sasa kuna hatua tano ambazo unaweza ukachukua na zitakufanya uwe milionea. Sasa hizo hatua ni zipi? Hebu subiri. Namba moja, fanya uchaguzi wa platform au wengine wanasema jukwaa ambayo utakayotumia kutengeneza pesa. Namba mbili 2, sajili akaunti utakayotumia kutengeneza pesa. Tatu, weka akaunti ambayo utakayotumia kununua airtime pamoja na mambo ya bando. Namba nne, anza kuuza na tengeneza pesa badala ya kukaa na kuchati. Namba tano na ya mwisho kuza biashara yako au panua biashara yako kwa kupata wateja wengi. Sasa nimekuambia mambo kwa kifupi tu. Ukitaka kupata details za hayo mambo, njoo kwenye YouTube channel yetu inayojulikana kwa How to Start Business, huko ndio kila kitu.